Tukizungumzia muziki mzuri kutoka barani Afrika huwezi kuacha kutaja nchi Nigeria. Kule nchini Nigeria kumekuwa na wasanii wengi wazuri ambao wamekuwa wakifanya muziki kuendelea kukua na kushika kasi siku hadi siku, na kuna orodha ya wasanii wengi wazuri toka nchini Nigeria. Tunafahamu muziki wa Nigeria ulivyo na ladha nzuri, maudhui yake na kila kitu. Lakini sasa tukizungumzia wasanii ambao wanafanya vizuri zaidi nje ya Nigeria ama duniani kote, huwezi kuacha kumtaja Burna Boy pamoja na Tems. Sasa kama ulikuwa ufahamu msanii maarufu wa muziki toka nchini Nigeria, Burna Boy ameendelea kuthibitisha ubora wake katika anga za kimataifa baada ya wimbo wake Alone kufikia mauzo ya zaidi nakala laki tano nchini Marekani na kuthibitishwa rasmi kuwa na kiwango cha gold na taasisi ya RIAA, yani Recording Industry Association of America. Na mafanikio haya yamemfanya Burna Boy kuendelea kuongoza kama msanii wa Afrika mwenye rekodi nyingi zaidi za mauzo ya solo nchini Marekani na akiongeza idadi ya nyimbo zake zilizofikia kiwango cha gold kufikia gold saba. Na hii ni hatua kubwa, inathibitisha ushawishi wake mkubwa katika soko la muziki duniani, hasa kule nchini Marekani. Na wimbo wake wa Alone, ulipata umaarufu mkubwa kutokana na ujumbe wake wa kihisia na ubora wa kipekee wa sauti hali uh, uliwavutia mashabiki wengi kimataifa, na kama tulikuwa ufahamu we shabiki wa muziki wa Burna Boy msanii huyu. Na mafanikio haya yanaongeza hadhi ya Burna Boy kama mmoja wa wasanii wakubwa kabisa kuwahi kutokea barani Afrika. Mafanikio haya mapya, Burna Boy pia anaendelea kuweka historia na kufungua milango kwa wasanii wengine wa Afrika kutambulika zaidi katika majukwaa ya kimataifa. Tukizungumzia, speaking of Tems naye pia ameandika historia Spotify kufikisha wasikilizaji milioni 30. Tunafahamu Tems ni mwanadada ambaye ukizungumzia wasanii wazuri wa muziki kwa wanawake kutoka nchini Nigeria huwezi kuacha kumtaja Tems, lakini pia ukizingatia ni msanii ambaye nje ya muziki pia ana mafanikio makubwa uh, nje ya Afrika, na hivyo ni msanii ambaye anaendelea kujizolea umaarufu mkubwa kupitia kile ambacho anakifanya, huenda katika muziki wake ama uwekezaji wake. Speaking of Tems, kwa upande wake msanii huyu kutoka nchini Nigeria ameendelea pia na yeye kuthibitisha ubora wake katika muziki wa kimataifa baada ya kufikisha wasikilizaji zaidi ya milioni 30 kwa mwezi kwenye mtandao wa Spotify. Na mafanikio haya makubwa yamemfanya Tems kuwa msanii wa Nigeria anasikilizwa zaidi kwa idadi ya wasikilizaji wa kila mwezi kwenye Spotify. Na mbali na hilo, pia rekodi hiyo ni ushahidi wa ukuaji mkubwa wa wa muziki wa Afrika hasa kwenye kwenye Afrobeats ambao umeendelea kupenya kwenye soko la kimataifa. Na Tems anajulikana kwa sauti yake kipekee na vibao vya duniani kama Essence, Free Mind, na ushirikiano wake na mastaa wakubwa wa dunia ameendelea kuipa heshima Nigeria na bara la Afrika kwa ujumla. Na tamani, kama pia wasanii wetu kutoka nchini Tanzania wangeweza kuiga mfano huu mzuri kutoka kwa wasanii hawa hususan kwa wasanii wa kike. Natamani uwepo wasanii ambao watakuwa zaidi hata ya Tems katika mafanikio mazuri kimuziki, kiuwekezaji na hata maisha mengine. Tems ni msanii ambaye ana ubunifu wake fulani hivi mbali ile sauti yake, uzuri wake wa rangi, uh, uzuri wake wa umbo lakini pia hata kwenye performance jukwaani msanii ambaye anaweza kuteka akili hisia za mashabiki kutokana na kile ambacho anakiwasilisha kwa kuimba ama kuonesha madodo yake fulani hivi, lakini pia Tems ukimlinganisha na wasanii wengine kama Ira Star, kina Tiwa Savage, kina Yemi Alade, kina Chidinma, kina Kuchi, wote hao ni wasanii ambao wanafanya vizuri nchini Nigeria. Kwa hivyo leo nimekusogezea upate kujua stories za wasanii hao kutoka nchini Nigeria. Burna Boy pamoja na Tems ni wasanii ambao wanaendelea kuliungurumisha soko la muziki wa Nigeria, kufikia hatua nzuri duniani kote, ukizingatia mziki wa Afrobeat umekuwa ni mziki ambao ukipendwa zaidi na ukikua kwa kasi zaidi. Hongera nyingi kwao, lakini pia tuseme tu iwe chachu kwa wasanii wa nchini Tanzania kuweza pia kufikia yale ambayo wameafikia, ama rekodi zivunjwa na wasanii hao wawili kutoka nchini Nigeria, Tems pamoja na Burna Boy. Mimi ni ni Sami Baby na hii ni 69 Media TZ, bado niko hapa. Kikubwa tusubscribe, bonyeza alama ya kengele na kuwa mtu wetu wa nguvu sana, share Oh, uh, kile ambacho tunakizungumza hapa, kile ambacho unakiona kupitia peji zetu pia za Instagram bila kusahau TikTok na kule Facebook na 69 Media TZ. Mimi kwa wakati huu hapa, na sign out lakini kubwa zaidi endelea kuchill, endelea kuchill kubaki nasi, na mimi nakwambia kwamba 69 Media TZ hapa ni nyumbani ambako unapata burudani habari kemkemu, moto moto, trending za kutosha na hapa ndio mahala pake. Mimi namaliza hivyo mtu wangu wa nguvu na kupenda sana kukubali sana na huu ni mwaka mpya, mwaka mpya mapinduzi, mwaka mpya wa mageuzi ya kutosha.